Naomba nikufundishe jinsi gani ya kutengeneza kibanio hichi. Kuna wale ambao kuna muda hauna mteja saluni, ule mda unaotumia kulala, basi ule mda usitumie tena kulala, utakuwa una uwezo wa kutengeneza vibanio na ukaviuza vizuri kabisa. Rasta nimetumia selfie kutoka Darling Tanzania, lakini jeli nimetumia ya soft and free, ni jeli ambayo ni nyepesi. Nitatumia jeli hii kwenye kuchambua rasta yangu, kwa hiyo nitachambua rasta zangu kama hivi, kama nahitaji mawimbi madogo madogo sana. Hakikisha rasta unaochomoa unakata rasta kidogo alafu unaipaka jeli. Kama unahitaji mawimbi makubwa zaidi ya hapo utakuwa unakata nywele kubwa kubwa. Sawa sawa. Kwa hiyo utachambua rasta zako kama hivi ambavyo unaona. Sawa sawa. Yaani ule muda ambao umekosa mteja usiutumie kulala. Jamani, sindano yako ya crochet, kibanio chako cha kung'ata pamoja na hiyo uh, unaweza kutumia kibanio cha kidoti mkasi, uzi pamoja na sindano ni mahitaji ambayo naenda kuyatumia hapa. Ni rahisi sana kama utafatiliza kile ambacho mimi ninakuelekeza. Sawa sawa. Kwenye uh, rasta moja ya selfie una uwezo wa kutoa vibanio vinne mpaka vitano kwa vile ambavyo vitakuwa ni vya kujaa kabisa. Kama utakuwa ni ujazo wa kawaida, vibanio vinaweza vikatoka mpaka hata sita. Kwa hiyo hakikisha unaangalia sasa wewe na wateja wako wanaopenda vya kujaa zaidi au wanapenda vile vibanio ambavyo ni vya kawaida zaidi. Kwa hiyo sasa, ninachotaka kufanya hapa, nitakata kidoti changu kama hivi ambavyo unaona. Nitakwenda kuelekeza njia nyingine uh, in case kama ulipo hauwezi ukapata kibanio cha kidoti kama hivi. Sawa, umeona nilivyokata, nimekata kidogo sana. Sawa, hichi kibanio cha kung'ata nadhani kila mtu anakifahamu. Vipo madukani, sijui ni mia mbili, sijui ni mia tano. Sawa, kwa hiyo nitaenda kupachika ile kidoti changu, nitakwenda kukipachika kwenye kile kibanio changu cha kung'ata. Sawa, hivi ambavyo nakuelekeza hapa, naomba nikukumbushe, ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, tunawakaribisha sana chuoni kwetu. Nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha mambo yote ya saluni. Namba zetu ni hizo ambazo unaona kwenye screen. Saa, sawa sawa. Kwa hiyo umeona nilichokifanya hapa, nimekigusisha tu huko mwanzoni kibanio changu, alafu nitakwenda kuchukua uzi kwa ajili ya kuishona ili kuifanya kile kidole changu kikaze wala kisidondoke. Tunaelewana? Kwa wale ambao utajifunza kutengeneza kibanio umeshajua kutengeneza kibanio hichi. Unataka unitumie feedback. Ni bure kabisa, hakikisha unaingia pale YouTube, tafuta Farida Othman, gusa button iliyoandikwa subscribe kisha njoo na screenshot kwenye namba ambayo nina kwenye screen, nitumie kama ni swali lako, sehemu hujaelewa, wapi unahitaji nirekebishe, wapi? Yaani hivyo. Sawa sawa. Kwa hiyo tutakuwa tunatumia sindano yetu ya crochet kama hivi, unaipachika aidha ni kwenye uzi, kwenye kidoti. Chukua nywele yako ile ya selfie, bana, suka kama ambavyo kwa tunasuka nywele zetu za crochet. Kwa hiyo sasa, sio muda wote ambapo huna mteja wewe unatumia kulala. Muda huu una uwezo kutengeneza vibanio, mteja akaja. Kuna wale wateja ambao sio kila siku wanapenda kusuka, atakwambia leo nahitaji labda kibanio utambana nywele zake, utamvalisha kibanio, utakuwa umetengeneza kipato chako. Mimi nilishakwambia nitakuelekeza njia zote rahisi ambazo wewe utaweza kujikwamua kiuchumi, sawa sawa. Cha muhimu tu hakikisha umenifolo, hakuna gharama yoyote. Hakikisha umenifolo weka bando lako, angalia video zako muda wowote, saa yoyote, zipo Active angalia, jifundishe, fanya mazoezi, tuma feedback, nitakurekebisha. Kwa wale ambao mnatokea mikoani, hostel zipo, hostel zetu ni shilingi laki moja. Kwa wale ambao mpo Dar es Salaam hapa hapa, una uwezo wa kwenda na kurudi kwa ajili ya mafunzo. Tunaelewana sawa sawa eh? Umeona nilivyotengeneza hichi kibanio pale YouTube, katika channel yetu ya Farida Othman, nilishatengeneza vibanio vingi sana. Sawa una uwezo wa kuingia, ukaendelea kujifunza zaidi au ukanifollow nikaendelea kufundisha vile ambavyo unaposti vipya pia una uwezo wa kujifunza zaidi. Sawa. Kwa hiyo sasa kama unataka kibanio chako kijae zaidi, utakijaza zaidi. Kwa hiyo utaangalia na wateja wako. Kwa wale ambao wadogo zetu ni wanachuo. Hii ni moja kati ya biashara nzuri na rahisi, haitumii muda mwingi. Sawa, unaweza kutengeneza vibanio kama hivi, ukawa unaviuza. Jamani, Rasta, nimetumia selfie kutoka Darling Tanzania nikambana mteja wangu, naenda na kipachika hivo. Nimemaliza jamani, karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya saluni kwa ujumla. Nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi, karibuni sana sana sana muweze kujifunza nasi, na sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha. Umeona hicho kibanio, umekiona? Sitarajii kama kuna mtu ambaye ataendelea kulala saluni kwake kama utalala basi, <laughs> nitakuchapa. Okay, yeah. Muonekano wetu wa mwisho ulikuwa kama huu. Niseme asante na endelea kujifunza nami. Ni Farida Othman, bye-bye.